Ubingwa huu sio kwa Mlandege, ubingwa huu ni wa Zanzibari kupatikana bingwa mwaka 2024 2025. Kwa vile huu sio wa Mlandege, ni wawakilishi ambao watawakilisha Tanzania kupitia Zanzibar, kwa vile maana ipo, kwa sababu sisi ndio tu kwa waakilishi, nategemea kuwakilisha vizuri inshallah. A Wazanzibari wategemee tofauti na miaka ya nyuma kidogo, kwa sababu tutakaa na kamati yangu na wazee wa Mlandege, tutajua nini tulichokifanya, tutafanya usajili gani ili tuweze kuwakilisha vizuri, tofauti na vile ambavyo watu wanakwenda wanasema tunawakilisha tu. Hapana, nia na dhamira kwamba kufanya vizuri, hakika mimi najua mimi